Uh, tuko tayari kwa ajili ya kucheza mechi na Simba. Tunajua kwetu ni mchezo mgumu sana kwa sababu tumetoka kupoteza michezo mitatu ya mfululizo. Tunaenda kucheza na Simba, ni timu ngumu, ni timu kubwa lakini tunawaheshimu waheshimu. uh, sisi kama Mbeya City uh, tumejiandaa kwa mchezo huu na tunatumaini tunatuma tutafanya mzuri katika mchezo huo wa kesho. Kusema kweli, taimu hakuna kwa sababu tumecheza mechi yetu na Namungo na baada ya mchezo tumeanza safari. Kwa hiyo kusema kweli, e, time ya kusema tuna tunamali, marekebisho makubwa E, tutasem, tutakuwa ni waongo kwa sababu tume, tumecheza na, kusa, na kusafiri. Kwa hiyo kilichobaki kwetu sisi ni vijana tu kuwatengeneza kisaikolojia kwa ajili ya huo mchezo wa kesho. Inshallah mategemeo yetu kufanya vizuri katika mchezo wa kesho, lakini kusema kweli ratiba imetubana sana. Imetubana sana, michezo yetu iko back to back. Ndani ya siku karibu kumi na mbili tunacheza mechi nne. Na na katika hizo mechi zenyewe yani tunasafiri tunasafiri na umbali mrefu sana karibuni kila mechi almost tunasafiri kilomita zaidi ya elfu moja kutoka a, kituo mpaka kituo sasa kusema kweli hiyo nayo imetuingiza e, fatiki lakini kutokana na mchezo wa kesho upo lazima tucheze tunatumai tulivyojipanga tuna, tutaenda kufanya vizuri uh, inaweza ikawa na inaweza isiwe lakini tumejiandaa kwa ajili ya mchezo wa kesho kufanya vizuri. Hapana, hatutarajii kupoteza mchezo wa kesho, kwa sababu tushapoteza michezo mitatu mfululizo. Kesho tunatumai tutafanya vizuri, kwa sababu tunataka turudishe matumaini kwa mashabiki wetu na, mi kusema kweli sina hofu yoyote, kwa sababu kwenye mpira sio mgeni e, na uzoefu mkubwa kwenye ligi na miaka mingi sana kwenye mpira huu wa Tanzania, kwa hiyo sina wasiwasi wowote pamoja tumeondokewa na, na, na, na, na walimu wenzangu lakini mimi naamini itakiongozwa kikosi vyema. Uh, ukiangalia tumetoka safari na tumeweza kufika salama usalimini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Uh, matarajio yetu, tumejiandaa vizuri, kwa sababu tumeweza kufanya recover siku ya jana na leo asubuhi tumeweza kufanya recover zaidi, kwa maana wachezaji wote wako tayari kwa niaba ya mchezo. Aa, kikubwa unapopata na msiba lazima uweze kusikia maumivu, lakini alia yote lazima, kila kinachozikwa lazima kiweze kusaulika, kwa sababu ile ilimeshapita, mwalimu ameweza kuondoka. Na hali nzuri katika siku ya kesho ya kufanya vizuri zaidi. Hali yote ni kweli tumeruhusu na tumelifanyia kazi, kwa sababu kwa maana tunakumbushana magoli, kipa, tunahitaji kuona tunaondoka na clean sheet siku ya kesho, na ni niseme tu wazi, kama iliposema hapo awali, ina maana inawezekana kesho ni siku yetu ya kuwa na furaha zaidi, tukiwa mbele ya Simba tunavyomkabili kikubwa nawaambia wana Mbeya waje kama jinsi walivyokuwa njiani, waje kuisapoti timu yao na waje kuipa shime, kwa maana sisi tunatarajia kesho kuweza kwenda kunguruma vizuri na kuweza kutoa sila zetu au kutoa kile kilichokuwa nacho moyoni katika mchezo wa kesho kwao. Natumaini kesho, Simba ni timu kubwa, tunaiheshimu, lakini mpira unachezwa ndani ya dakika 90. Kwa hiyo tunaweza kwenda kuhimili ndani ya dakika 90 na tukapata alama zile ambazo tunazozihitaji. Thank you.